Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida kawaida kawaida. Jonas Mbunda, mzaliwa wa kijiji cha Maenge, kata ya Litembo, wilaya ya Mbinga, mkoa wa Ruvuma, imekuja kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea ubunge jimbo la Mbinga mjini sababu ile nifanya nije nichukue. Mimi nilikuwa mbunge wa jimbo la Mbinga mjini kwa kipindi cha mwaka 2020, 2020 2025. Nimemaliza muda wangu, lakini wakati nikiwa kwenye majukumu yangu ya ubunge kuna majukumu mengi na miradi mingi ambayo nilikuwa naisimamia na shughuli nyingi za wananchi katika jimbo la Mbinga mjini. Kulikuwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji kwenye maeneo mbalimbali ya kata kumi na tisa. Lakini kulikuwa na usambazaji wa umeme kwenye vijiji sabini na nane vya jimbo la Mbinga mjini. Kulikuwa na kuhakikisha kwa kwamba miundombinu ya barabara inatengenezwa kwa jimbo la Mbinga mjini, maeneo ya vijijini na mjini. Lakini kulikuwa na ujenzi wa madarasa mbalimbali kwenye shule za msingi pamoja na shule za sekondari. Kulikuwa na kusimamia kuhakikisha kwamba kunakuwa na ujenzi wa shule za sekondari nne mpya kuna shule ya sekondari Lusonga, shule ya sekondari Matarawe ambayo kwa jina inaitwa Filipo Mpango, lakini shule ya sekondari Betlehemu na shule ya sekondari ya amali ambayo inamchepua ufundi kwenye kata ya Utili. Lakini vilevile vile, katika miundombinu ya barabara, serikali imeleta fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa barabara za lami kwa, kwa mji wa Mbinga, lakini pia na matengenezo maeneo mbalimbali ya barabara kwenda Mpepai kwenda Kikolo Kiungu kwenda Kitanda Kiungu na maeneo mengine mengi, lakini vilevile kulikuwa la na swala la kuhakikisha kwamba maendeleo na huduma nyingi zinatolewa kwa wananchi. Lakini kwenye upande wa afya tulikuwa na ujenzi wa zahanati kwenye maeneo mbalimbali, kulikuwa na ujenzi wa kituo cha afya kata ya Mbangamao na kata ya Myangayanga lakini kubwa zaidi, kulikuwa na changamoto kubwa sana ya hospitali yetu ya wilaya ya Mbinga, halmashauri ya mji wa Mbinga. Tulifuatilia wizarani na serikalini tukapata fedha milioni mia tisa kwa ajili ya kuanza kufanya ukarabati na majengo ya OPD, jengo la maabara pamoja na jengo lingine tena limekamilika na sasa hivi karibu itaanza kutumika. Lakini katika kipindi cha mwaka huu tumefanikisha kupata shilingi bilioni moja kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Mbinga. Pamoja na hiyo lakini, tulikuwa tunasimamia kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma mbalimbali, kama upande wa wanafunzi elimu bila malipo, lakini pia kwenye upande wa afya, ununuzi wa vifaa vya tiba pamoja na madawa na kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanakuwepo katika maeneo hayo. Tumetekeleza na majukumu mengine mengi ambayo yalikuwepo kikatiba. Wakati nikiwa bungeni nilikuwa nasimamia kuhakikisha kwamba natoa hoja za wananchi wana, wana wa jimbo la Mbinga mjini changamoto zao, lakini na kuhakikisha kwamba kusimamia kuhakikisha kwamba zinatekelezwa na serikali, lakini pia nilikuwa kwenye kamati ya bajeti kwa miaka yote mitano ambayo nilikuwa bungeni, lakini zaidi ya hapo nilikuwa nahakikisha kwamba naungana na wabunge na wenzangu kuhakikisha kwamba tunatunga sheria pamoja na kupitisha bajeti za serikali kila mwaka. Sababu ile nifanya mimi nichukue tena fomu, bado wananchi hao wananihitaji kwa ajili ya kuendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba miundombinu ambayo nimeitamka inatekelezwa, lakini huduma mbalimbali wanaendelea kupata, na ninawaahidi nitaendelea kushirikiana nao kuhakikisha kwamba huduma hizo zinatekelezwa, pamoja na kukamilisha miradi ambayo tumeianzisha wakati mimi nikiwa mbunge, kwa kuna miradi mingine kama ujenzi wa zahanati, vituo vya afya bado vijakamilika naomba wananchi wa jimbo la Mbinga mjini waendelee kuniamini na mimi nitaendelea kusimamia kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao kutekeleza majukumu yale yote ambayo yapo kikatiba, lakini vile vile kwenye huduma zingine mbalimbali. Lakini bado nina msukumu wa kuendelea kushirikiana na wananchi hao hawa katika kutekeleza mambo mbalimbali yanayohusu huduma za kijamii, na nilikuwa nashirikiana nao kwenye jambo la raha na shida, tulikuwa tunafanya kazi wote pamoja. na kwa sababu bado nina uwezo na nguvu za kuendelea kufanya kazi, nimeamua niombe ridhaa ya kuja kuchukua fomu kupitia chama changu, Chama cha Mapinduzi, ambacho nakishukuru kilinipa ridhaa na nilifanya nao kazi vizuri, na walinipa ushirikiano kwa kipindi chote nilichokuwa natekeleza majukumu yao. Kwa hiyo bado nina uwezo wa kuendelea kushirikiana na chama changu kuhakikisha kwamba natekeleza majukumu pamoja na serikali ambayo ilikuwa inaongozwa na Dokta Samia Suluhu Hassan, na lina uhakika mwezi wa kumi tunatiki kwa mama, ili aweze kuendelea kutekeleza majukumu mbalimbali katika maeneo yetu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Kupata taarifa zetu subscribe chaneli yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele, takuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu kwenye bayo kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida, kawaida, kawaida.